Hey mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na part 2, sehemu ya pili ya kuweza kujifunza namna gani ya kutengeneza table ndani ya Microsoft Word. Katika sehemu ya kwanza, tuliweza kuona njia tofauti tofauti ambazo unaweza kuzitumia ukatengeneza table yako ndani ya Microsoft Word, lakini vile vile jinsi ya kuweka style mbalimbali katika table yako. So, nikakwambia kwa sehemu ya pili itakuja kukamilisha kwa kuweza kuangalia table ambayo tutaitengeneza itakayokuwa na maandishi na kuweza kucustomize hayo maandishi yetu.

na njoo katika features hii ama sehemu hii ya tables, uta click na utachagua unahitaji kuchora table kwa njia gani. Tumefahamishana katika video iliyopita, so na kama umeangalia video iliyopita tayari unaelewa. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nitatumia njia hii just ya kuhova tu na ya kuchagua row ngapi table yangu nataka ichukue na column ngapi nataka ichukue, na uzuri ni kihova tu kasi yangu huku na naona table yangu inachukua row ngapi na column ngapi. So mimi nitachukua row takriban nne na kolam tatu. Okay, so nitachukua row nne kolam tatu kama hivi. Tayari table yetu just iko katika blank document yetu, haina lolote ndani yake, kwa hiyo hapa tayari kwa ajili ya kuingiza data na kuendelea kuicustomize, kuistyle na kuiweka ionekane vizuri. Kwa hiyo kitu ambacho kinafuata, acha tujaze kwanza hizo data zetu kabisa. Kwa hiyo mimi hapa nitaanza kwa kujaza jina katika hiro i mean kolamu ya kwanza, umri, lakini hapa nitaweka nchi. Okay, then hapa chini nitaweka jina la kwanza, mtu wa kwanza huyu anaitwa Muhammad, lakini huyu wa pili anaitwa Amina na watatu anaitwa John. Okay, na umri, wacha tuweke huyu ishirini na tano then huyu tuweke thelathini na huyu yeye ishirini na mbili na nchi tuweke Zanzibar, uh, tuweke Tanzania, tuweke Kenya. Simple tu table yetu kama hii, ambayo ina data hizi tutakazozitumia kuweza kuoneshana namna gani ya kuzicustomize na kuziweka e, katika mwonekano tofauti. So ukiangalia hii table hapa sasa hivi ipo ya kawaida, kuacha tuipe style. Kama unahitaji kuipa style, nimekwambia highlight table yako nzima, sababu utakapoweka kasi yako katika hii row moja ama cell moja inaweza ikachukua effect katika cell hiyo. Kwa hiyo bora u highlight, then njoo zako katika tab ya design, katika sehemu ya table styles utachagua hapa, unahitaji style gani. Unaona, ukihover tu unaoneshwa table yako inabadilika na kuchukua style hiyo ambayo unahover kasa yako kwa muda huo. Kwa hiyo mimi nitachagua hapa Uh, hi hapa nadhani ni nzuri, lakini wacha tuende na nyeusi, ama unasemaje? uh, okay, gray ni nzuri, zote naona kwa hiyo, wacha tuangalie ambayo, okay, po simple tu, twende na hii blue. Wewe unaweza kwenda na yoyote ile ambayo kwako unahisi nzuri. Hii kijani nayo naona nzuri, wacha tuende na hii kijani. So acha tuweze kufanya hizi row zetu ziwe pana. Nimekwambia unaweka kasa yako katika hii e, mistari baina ya row moja na nyingine. Unaona ukiweka tu kasa yako inabadilika shape, hii kasa yako inakuwa kama hivi. Ukiklik bila kuachia, una hold left click katika mouse yako, uta drag kama hivi, utaifanya kuwa kubwa hiyo row yako. Kama unavyoona row yetu imekuwa pana, hii ya juu ya kwanza. Lakini pia unaweza hata na hizi row nyingine kama hivi, kaingeza ukubwa row zako column ukachagua ah, mimi nahitaji hii column ya umri sio kubwa sana. Okay, kwa nitapunguza kama hapa, itakuwa kama hivi. Lakini naona vile mwanzo ndio imekaa vizuri, kwa hiyo control z, acha turudi kitu kingine ambacho tuweze kufahamishana leo ni alignment. Okay, kwa hiyo utakuja katika tabu ya layout hapa ndio unakuta kuna hii group ya alignment. So utaselect, mfano mimi nataka hii heading yangu kuheda juu zianze kati aya maandishi yetu. Kwa hiyo utakuja huku juu utachagua kati. Ukiangalia yameanza kati jina, imeanza kati kati ya kolamu yetu ama row yetu. Lakini kama unahitaji ianze katikati pia kwa upande wa horizontal, kwa sababu kuna vertical na horizontal, utachagua hii hapa, itaanza kati na kati kutoka juu kwenda chini, lakini kutoka pembeni kwenda kutoka kushoto kwenda kulia pia itaanza katikati kama hivi. Kwa hiyo unaweza kutumia kuweza e, kualign hizo e, text zako katika cell zako kwenye table kwa just una highlight hiyo text ambayo unataka kuipeleka pembeni e, kushoto kulia, juu chini, wakupitia hapa katika group alignment, katika tabu hii ya layout. So utapeleka, unaona huku kushoto lakini ni kati, lakini huku ni kulia lakini ni kati, huku ni kulia lakini ni juu. Okay, huku ni kushoto lakini ni juu, huku ni kushoto lakini ni chini, hapa ni kati lakini ni chini. Kwa utachagua mwenyewe unahitaji ya display wapi hayo maandishi yako katika table yako. Unaweza kucheza na hizi alignment hapa. Okay? Lakini pia kuna hii text direction, una uwezo wa kuweka text yako ielekee wapi. Kwa mfano, umeona nimechagua text yangu iandike kwa kusimama hivi. Umeona ilivokaa sasa hivi jina. Unaweza kuclick kabadilike kakaa hivi, kwa click hapa inakuonesha ile alignment inayochukua, okay. Simple kama hivyo, control z unaweza kurudi katika action iliyopita. So, unaweza kutumia hii text direction na okay, ukaweka direction fulani unakuta kama vile vitambulisho. I mean, zile certificate, mfano eh, cheti cha kuzaliwa unakuta wanatumia hizi text direction, unakuta kuna eh, haswa vile vya zamani text zake zimesimama hivi okay, kama ile ambayo tumeona hapa lakini pia kuna sell margin unaweza kuitumia hii, ukaweka margin ya seli yako, yani ile space ya ndani mule baina ya maandishi na seli yako, zile kuta za seli yako. Unaweza ukaweka hapa pengine top iachane kwa uh, let's say 0.35 na hapo ukaweka, unaweza kuandika so lazima click hapa katika hizi triangle, unaweza kuandika lakini unaweza kuklik humu ukaingeza ukubwa okay. Unaweza ukaweka left right, zile margin lakini pia default cell spacing. Unaweza kuwa low spacing between cells kwa click hapa kwa low space automatic resize fit content kwa click okay, utaona unaona inaacha juu na chini tulioweka ile bottom na top tumeweka zile size pale, kwa hiyo imeacha space, kutoka katika maandishi hadi kufika zile kuta za hii table yetu, I mean row yetu, na unaona yameacha maandishi yetu space kwa kiwango kile ambacho tumeweka ambapo tumeweka 0.35 top 0.35 bottom, na ndio maana unaona chini na juu zimeacha, na ile left na right itaacha huku na huku, kulia na kushoto. So unaweza kujaribu hii margin, kaona inavyofanya kazi kama hivi ambavyo mimi nimeweka kwa kuonesha. So wewe utafanya mazoezi huko mwenyewe na kuona eh, jinsi ambavyo zinafanyika, lakini pia kuna issue ya hapa katika data, unaweza kusort data zako mfano katika sort by column, eh, lakini pia type text, kuna hii kitu hii, itabidi niandae video yake maalum kabisa, kwa sababu ukiwa na table kubwa una uwezo wa kusort, kuweza kuchagua column zipi zianze ku display mwanzo, yani maandishi yapi yanze ku display mwanzo, hivyo unaweza kufanya. Nadhani tunafahamu kitu hicho, lakini ukiachilia E, jinsi ya kudeal na text hapa, kuweka alignment, text direction, kuongeza space katika cell zako kwa kupitia hii cell margins, lakini pia kitu kingine, nadhani hivi vyote tumeviongelea katika uh, video iliyopita. Kwa hiyo sio vitu vigeni kwako, na kama umeweza kufanya mazoezi, basi ndio kabisa, hakuna kitu kipya hapa. Na tusifanye video hii kuwa refu sana. Just nilihitaji kukufahamisha tu katika hii group ya alignment, jinsi ya kucheza na hizi text zako, ya kuzipangilia zionekane vipi, zikae vipi. Utakuja katika group la alignment, utacheza na hizi alignment ya hapa lakini maandishi haya unaweza kuyapa style mbalimbali. I mean, kuyapa font color kama vile ambavyo unaika maandishi ya kawaida na select maandishi yako, unakuja katika home tab, unachagua hapa. Anahitaji maandishi haya achukue rangi nyekundu. Ah, hapana, anahitaji achukue rangi fulani hivi, kama ya kijani ambayo imekoza, unaweza kuweka. Unaweza kubadilisha font, unaweza kuongeza ukubwa wa maandishi yako umo umo katika tebuli yako, kwa kuja katika hii group ya font. Hapo unaweza kuweka italic eh, unaweza kuweka underline unaweza kuweka bold ama kuondoa bold. Vyote unaweza kufanya ukaweka style tofauti tofauti kwa wewe mwenyewe tu, na the way ambavyo utakuwa unafanya mazoezi mara kwa mara katika hii e, software ya Microsoft Word, basi utakuwa vizuri siku baada ya siku. So tuishie hapa, sina la ziada. Natumai umeweza kujifunza kitu japo ni kidogo, lakini tayari una kitu kipi ambacho umeweza kujifunza. So hakikisha ume like video hii ume subscribe youtube channel yangu, na usikose video ambayo inafuata. Kama kuna kitu chochote kile ambacho unahitaji kuweza kufahamu kufahamishwa, basi sehemu wa comment ipo, unaweza ukaniambia hapo chini, na tukaja kuweza kujifunza iko kitu kwa pamoja. Asante.